Tafadhali, naweza kupata kikombe cha kahawa? He, we kichaa naye, hebu pisha wenye pesa zetu tuhudumiwe. Wao cha usiku ni wewe. Hebu subiri kwanza, kwa nini ninyi wawili mnafahamiana? Ndiyo, tunafahamiana, tulikuwa wapenzi kipindi tupo chuoni na nilikuwa nikimpenda sana, hata yeye pia alinipenda sana. Wewe ni mzima wa akili kweli? Tangulini mimi nikawa na mahusiano na mtu kama wewe, cha usiku Unaanzaje kukataa kuwa mimi na wewe hatujawahi kuwa kwenye mahusiano wakati ulichora hadi tatuu yenye jina langu kwenye paja lako la kulia? <laughs> Hebu nyewe watu msinichekeshe. kumbe mlichorana hadi tatuu? Ndio. Ndiyo. Oh, samahani nilisahau kujitambulisha. mimi naitwa Alex, sijui mwenzangu unaitwa nani? mimi naitwa Malaika. nafurahi kukufahamu Malaika. nimefurahi pia kukufahamu. We ni mstaarabu sana kwa taarifa yako nilishafuta hiyo tatu miaka miwili iliyopita. Kwanza wewe ni chokoraa tu, hata sijui umekuja kufanya nini kwenye huu mgahawa. Hivi cha usiku, una akili kweli? kwa nini unamfanyia hivyo kaka wa watu? Huyu ni chokoraa tu, hastahili kuwa kwenye mgahawa wenye hadhi kama huu. Lakini yeye ni binadamu kama wewe, cha usiku. He, wewe vipi, umeona hapo watu wenye hadhi kama mimi wakakaa na machokoraa? Ona sasa, cha usiku, umesababisha pesa zangu zimepotea. Sasa nitapata wapi pesa nyingine za kununulia kahawa? Nadhani hii itakutosha kununua kahawa na vitafunwa asante, ila nitakurudishia. Naomba niende nikachukue kwenye hema langu, maana nina pesa kidogo huko. Naona yeye sio chokoraa tena, bali ni chokoraa tajiri kwa sababu ana mpaka hema la kuishi. Asante Alex lakini sio lazima unirudishie. Hiyo mimi nimekusaidia tu. Hata hivyo sisi tunahitaji kuondoka. Subiri kidogo Malaika, lakini ningependa kukulipa kwa huu wema ulionifanyia. Vipi, tunaweza kupata chakula cha jioni pamoja leo saa mbili usiku? Yaani hela ya kahawa umesaidiwa, lakini umeona haitoshi. Sasa hivi unataka rafiki yangu aingie gharama nyingine ya kukununulia chakula cha jioni. Usijali cha usiku gharama zote za chakula cha jioni zitakuwa juu yangu, ndio maana nimemwalika. We Malaika, unaona kosa ulilofanya? Yaani umemsaidia chokoraa, alafu sasa hivi huyo chokoraa ndo anataka kukutoa auti, unaona? Ni sawa kweli? Ndiyo, ni sawa Alex, tutaonana saa mbili. Sawa Malaika. Malaika, umekuwa mwenda wazimu. Hebu tuondoke. Malaika, nimekuandalia kiti, karibu ukae. Nini kinaendelea hapa? Nilidhani si vizuri kukuacha uje kuonana na yule chokoraa peke yako, hivyo nikaona ni bora na mimi nije nijumuike na wewe. Na huyo uliokuja naye ni nani huyo? Ni Steve, mpenzi wangu mpya. Nafurahi kufahamiana na wewe, Steve. Acha shobo binti, mimi tayari ni mchumba wa rafiki yako. Steve ni nyota mkubwa wa filamu yuko hapa mjini akiandaa ya filamu yake mpya. Wala hujakosea kipenzi. Hebu na wewe tueleze kuhusu mpenzi wako, au nifupishe tu, kwa mpenzi wako ni chokoraa? Chokoraa? binti mrembo kama huyo anawezaje kuwa na mahusiano na chokoraa? Usishangae bebi, huo ndo uhalisia malaika. Mbona wewe ni mzuri, kwa nini umeamua kuwa na mahusiano na chokoraa? Hebu ngoja kwanza, kwani huyo chokoraa wako bado hajafika? bado hajafika, labda atakuwa yupo bize. Hata mimi naona huende sasa hivi atakuwa anaokota mabaki ya chakula jalalani, ili apate chakula cha jioni. Mabaki ya chakula? Kwanza nashindwa kuelewa kwa nini umeamua kutoka auti na chokoraa. Mwanaume wa kweli anapaswa kuwa nadhifu kama mimi. Huyo chokoraa anaweza kuja hapa akiwa amependeza kama hivi? Labda aibe. Hebu mwone Stivu wangu, suti yake ya gharama, iPhone macho matatu Hebu tuambiwe na wewe kitu cha thamani zaidi ambacho huyo chokora wako hatamiliki, au ni zile elfu ishirini ulizompatia? Haya, sasa hatimaye chokoraa ameamua kujitokeza. Huyu ndio chokoraa ninayemzungumzia. Habari za jioni bwana Alex. Samahani sana, nitasema kila kitu bwana Alex. Kwani nyinyi wawili mnafahamiana? Ndio, tunafahamiana. Na Steve ni mfanyakazi wangu, au sio Steve? Ndiyo boss. Hebu subiri kwanza. Inawezekanaje huo mfanyakazi wa chokoraa kama huyu? Bwana Alex, siyo chokoraa. Yeye ni mwigizaji mkuu kwenye filamu niliyokuambia. Na pia yeye ndio mmiliki wa kampuni inayosimamia hiyo filamu. Nini? Ni kweli, mimi naigiza kama chokoraa katika filamu hii mpya. Na asubuhi nilikuja pale mgahawani kununua kahawa tu, kwa hiyo sikuona haja ya kubadilisha nguo zangu za kuigizia. Lakini haukuwa na pesa? Ni kweli sikuwa na pesa, lakini hiyo ni kwa sababu huwa hatuweki pesa kwenye nguo za kuigizia. Ngoja kwanza, pia ulisema unaishi kwenye hema lako mwenyewe. Ndiyo, nyota mkuu siku zote anapewa hema lake mwenyewe na hachanganyiki na waigizaji wengine. We Steve, sasa mbona uliniambia kuwa wewe ndio mkurugenzi wa hiyo filamu? Ni kweli nilisema, lakini inatosha Steve. Hebu rudisha kwanza hiyo suti kambini, pamoja na vitu vingine ulivyochukua kwa ajili ya kuigizia. Hebu subiri, kwa hiyo hata hiyo suti kumbe sio yako Steve? Ona sasa umeshajidhalilisha kwa kutaka sifa zisizo na msingi. Sawa bosi, nitarudisha kila kitu nikitoka hapa. Hapana Steve, nataka utoe nguo zangu sasa hivi. Unamaanisha nitoe hapa hapa bosi? Ndiyo, unaweza kuanza na hiyo suruali.